Mtu mmoja amekamatwa kwa kuanzisha kambi ya polisi kinyume cha sheria katika kituo cha Cherus Kises kaunti ya Uasin Gishu. Collins Leitik aliyejulikana pia kama Chep Kulei anadaiwa kuanzisha kambi ya doria ya polisi katika jengo lililotelekezwa na lilipaka rangi kwa kutumia rangi rasmi ya huduma za polisi ya kitaifa NPS. Kwa mujibu wa wakazi wa kijiji, kituo cha polisi kilionekana kama kituo halali cha usalama. Hata hivyo wengine walijiuliza ni vipi huduma ya polisi ya kitaifa ingeweza kuanzisha kituo kipya cha polisi katika jengo la zamani, na hakuna siku yoyote polisi alionekana ndani ya kituo hicho ambacho kilikuwa kimefungwa kila wakati. Kituo hicho ambacho kinadaiwa kuwa na seli za kutunzia wafungwa na ofisi, kinadaiwa kuwepo kwa zaidi ya miezi sita, na mtuhumiwa alitumia kuwatishia wakazi, hasa wale waliokamatwa na bidhaa za mbao zisizo na leseni kutoka msitu wa Sengalo. Wakazi waliokuwa na wasiwasi waliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Kamuyu kilichopo karibu ambacho pia kilishtuka kuhusu kujua kituo cha doria cha Cheborol. Uchunguzi kuhusu tukio hili umeanzishwa ili kubaini lengo la mtuhumiwa katika kuanzisha kambi hiyo ya doria isiyo halali. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.